Uh, halmashauri kuu, kikao cha halmashauri kuu ya taifa cha Chama cha Mapinduzi kimemaliza, kimemalizika sasa hivi. Kinachoendelea ni upigaji wa kura, wajumbe wanapiga kura, kupigia kura yale majina matano ambayo yalipitishwa na kamati kuu na, na yamepelekwa halmashauri kuu, yanapigiwa kura sasa kupata majina matatu, ambayo majina matatu hayo yatapelekwa kwenye mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kupata jina moja la mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa ratiba hii ilivyo sasa, mkutano mkuu utaanza unaka, unatazamiwa kuanza saa tatu usiku baada ya futari. Saa tatu usiku mkutano mkuu utaanza, na pamoja na mambo mengine watapiga kura hiyo ya kumpata mgombea wa chama cha mapinduzi. Halmashauri kuu, pamoja na shughuli zingine walizofanya, wamepitisha ilani ya, ya, ya uchaguzi, lakini pia wamepitisha jina la Dkt. Ali Mohamed Shein kuwa mgombea wa urais wa chama cha mapinduzi kwa Zanzibar.